Watu wanaingiziana kwenye akaunti binafsi. Mkurugenzi umemwagiza mweka hazina Mariam Mshabani mchana kulipa milioni mia moja na tatu kwenye akaunti binafsi ya bwana Iso Innocent Jibushabu Jitubabu Maduhu mwenye akaunti namba hiyo 3170 hiyo milioni mia moja na tatu. Mkurugenzi umemwagiza mweka hazina kulipa milioni 65 kwenye akaunti binafsi namba 4331602080 ya Alex Daniel Tlehama siku ya tarehe 14 mwezi wa 4, na ukisingizia ni masurufu ya kuweka vifusi. Kwani yeye engineer? Kurugenzi umemwagiza mweka hazina kulipa fedha kwenye account binafsi namba 408082463 ya Binuru Ginana Sakwa ni mwanamke, kumbe ni mwanaume ya nuru Tano Kwayo, nane, milioni 65 pia. Kwa hiyo tarehe 28 na tarehe 14 ulizitoa fedha milioni, ulitoa idhini ya kulipa milioni 235 za halmashauri ya jiji, na fedha hizi hazikutumika kwa malengo ya serikali, bali zitumika kwa malengo binafsi. Halafu sasa, mnashiriki kujihusisha katika kugushi nyaraka mbalimbali, ndio hizi mnahangaika EFD machine hizi mnasema sisi tumemlipa fulani na ametulipa, halafu sasa anawadai kwa sababu yeye anadaiwa TRA, sasa alipotoa tu ile EFD machine anadaiwa na TRA. Nyie hamna hela milioni mia tatu, mlishazitumia tarehe 28. Leo mnaweza kuja kuwatolea hapa, mna back date. Ni mnafahamu mchezo na electronic eh, inaibua kila kitu na inaeleza kila kitu, na wewe mkurugenzi ndiyo unaagiza haya mambo halmashauri haisimamii miradi vizuri. haya masoko ndo hayo. akaunti binafsi imeingia. mmenunua geji 30, halmashauri. Sasa mmeingia kwenye uhamisho, mmehamisha watumishi 45 kutoka Januari mpaka leo kwenye halmashauri moja. idara ya utawala mmehamisha wawili, idara ya fedha mmehamisha watu 26, elimu sekondari mmehamisha wawili elimu msingi mehamisha wawili, tehama mmoja, mipango mmoja, ujenzi mmoja, maendeleo ya jamii mmoja. Mkahamisha na watumishi wawili vibarua, Alima Msangi kibarua mkampeleka si hai, Beti Kilumbo mkampeleka Monduli, na yeye ameshuka kwenda. Kuna mabisho watu watano, kati ya mwezi wa nne na mwezi wa tano. John Selemani Mtangu joe yeah, huyu ndio wa Longido usishindika mtu wa mipango ameenda Meru. Msiena bina toka utumishi mempeleka Kibiti, richard ea elimu msingi mpeleka Msoma, mbwana msangi wekazina wempeleka Hai. Ukijumlisha abena tano hawa tano, hamsini toka Januari mpaka leo, watumishi hamsini kuamka kwa njia tu mmeambisha mmeleta watu wenu. Waje kushuhudia ulaya. Na wanaofanya makosa pia kama tu wachukuliwe. Kuna <coughs> mtumishi ato to mus Musi Mnondo, ana mwaka mzima yuko kazini na kuna watu wote wamechukua. Ana mwaka sasa, hayuko kazini. Hayo yote ni udhaifu. Mwenyeshaji wa halmashauri anza kazi mara moja, nikishamaliza kutoka hapa anza kazi. Mwana sheria huko hapa, mwana sheria hivyo, tunapochunguza watu wanaochunguzwa wanakuwepo kazini. Mtumishi anapokuwa anachunguzwa kwa wakwa, tuhuma ambazo kwa maoni ya mwajiri anaona kwamba anaweza kuingilia uchunguzi wakati akiwa anaendelea na kazi, basi ana umzishiwa kutekeleza majukumu yake, ndio. Na kwa hiyo basi kwa mujibu wa sheria, Dkt. Pima John, mkurugenzi, utakaa pembeni. Mariam Shabani, msichana mweka hazina, utakaa pembeni. Innocent Madugu, mchumi, utakaa pembeni. Nuru Ginana Sakware, utakaa pembeni. Alex Daniel Terehema utakaa pembeni mpaka uchunguzi utakapokamilika. Ukiwa salama, utarudi kazini, kikutwa na makosa, mnaendelea na TAKUKURU, fuatilia haya, nataka tujue, hii ni fedha ambayo rais wetu anaangaika kuitafuta usiku na mchana. Wengine mnarahisisha mambo, watu mnafanya mambo ya ajabu, mmewekeana kwenye akaunti binafsi. Utaratibu wa wapi? utaratibu wa wapi? Serikali imeweka mfumo mzuri tu wa fedha nyamko jua kwamba hata benki kuu unaweza kupata hii document ya malipo unayofanya kila siku hapo. Kwa hiyo umempa nani masurufu kwenda kununua vifurushi vya vifurushi kazi? Mbona hata mtendaji kata atafanya, unafanya wewe mkuu wa idara kwenda kubeba vifurushi huko? Utaratibu wa wapi? Tunaambiwa mpige bati geji 28, mnapiga 30 alafu bado tunapeleka nyumbani. Joel wa kule Longido arudi hapa aje ahusike kwenye hii naye, pia tutamwingiza huko umo huko kule Longido, kwa sababu alihamishwa hapa ili kukimbizwa sisi. Akasema haya, hatuwezi kukubaliana nayo haya. Madiwani wakilishi wananchi, wananchi wa Arusha wanatamani kuona maendeleo na pesa inaletwa na mheshimiwa Rais anafanya anahangaika huko kila siku, anawaambia bado kuna watumishi hawasikii. Alafu mimi nije hapa niwakute niwaache, utaratibu wa wapi? CAG, ingia kazini hadi zarejea ndio hizo, tafuta popote nyaraka za kukusaidia, ingia hapa maliza uchunguzi. Au wakiwa nje mpaka utakapomaliza utaua kutushauri serikali, mwenye nalo ataubeba nalo ambaye ameokoka yupo kwenye hiyo atarudi kazini basi, wafukuzi kazi. Nawasimamisha ili uchunguzi upite, tuweze kufanya mzaha na jiji kama hili ambalo linahitaji kubadilishwa na rais ameweka dhamira kubadilisha jiji la Arusha. Karibu Techfix, Tanzania Limited kwa suluhu za matatizo ya sakiti ya simu, IC integrated sakiti na ubadilishaji wa vifaa vyote vya simu phone accessories replacement, kama battery, kamera za mbele na nyuma, vyoo vya simu vya mbele na nyuma na mikanda ya simu. Hakuna janja janja kwenye utengenezaji wa IC sakiti ya simu, kwani tunatumia teknolojia ya kompyuta kutambua tatizo na, na kutengeneza simu. Karibu ofisini kwetu Kariakoo, jengo la China Plaza, ghorofa ya pili, ofisi na namba 224 au wasiliana nasi kupitia nambari 0754690690 au 0687169333 website, Instagram na Facebook andika Techfix Tanzania au WhatsApp namba 0629072046.